Na sababu hatujapata kuzijua, mimi nataka kukemea mambo hayo ambayo yanatokea ya watu kuvamiana na kuuana hapa sehemu hii ya Bura. Sehemu ile ya Galole tumeidhibiti kidogo na Garseni, hapa Bura mpaka sasa kuna changamoto ya insecurity. Tunataka kukemea hayo mambo yasimame, na mimi nataka kuzungumza na mbunge wenu pia, nitamleta ili tutembelee ili tulete jamii zote na wazee tukae chini, tujue shida iko wapi. Vita si vizuri, vita vina hasara sana. Na ama ajabu na ya kusikitisha ni kuwa Tana River hii kila watu akipigana huwa ni muislamu kwa muislamu. Ni aibu, ndugu zangu wenye mnazozana. Tafadhali nawaomba mkae, muongeleshane kama ndugu, msameheane, muishi kwa amani. Hakuna jambo zuri kama amani. Viongozi mashehe, na mapasta wote waamuke, tushikamane, twende tuingie katikati ya mandugu wawili ambayo wanazozana, sababu Mungu amejalia wakakuwa wafugaji. Ukame imetoka kwa Mwenyezi Mungu, mvua itatoka kwa Mwenyezi Mungu. Vile jana wakati ya mvua chakula ya mifugo iko, walikuwa na shirikiano, wanaishi pamoja. Wakati ya ukame pia wawe na nafasi ya kuweza kuishi pamoja. Kila mtu ndani ya Tanariva kuna haki. Kila mtu ako na haki kuishi na amani, na mimi napenda niseme ya kwamba wale wazee wa jamii zingine ambaye mko hapa, mujitokeze mwende mkae nao waislamu ambae wanamalizana pale, muongeleshe watu, waweke silaha chini, wapite njia moja, ndiposa Mwenyezi Mungu pia atupe rahma zake, labda hii mvua itapatikana. Mzee.